Jana bwana, tumeona mtafaruku mzima ambao unatokea huko mjini Instagram. Huyu anamtupia huyu maneno, huyu anamtupia huyu maneno, sintofahamu ikawa kubwa. Mwisho wa siku taraka ikatoka. Kwa, kwa, kwa mujibu wa watu wengine wanasema tatu wengine wanasema moja, lakini mpaka sasa hivi hatujajua ni tatu moja ama ni moja sifuri, hatujajua lipi ni lipi na lipi ni lipi. Tuko na uh, maimatha wa Jesse, tukumbuke tu yeye ndiyo mtu wa kwanza ambaye alipata nafasi ya kutugeia zile za ndani kabisa uh, zilizokwepa wakati ya uh, Haji Manara na aliyekuwa mkewe Zairisa uh, kulikuwa kuna sintofahamu mtafaruku mkubwa, mwisho siku Zai akaondoka, akarudi baada ya ilikuwa ni ni ni ni baada ya Ramadhani ya kwanza say, uh, alirudi. Eh, eh, chungu cha Chukuanza. Siku moja kabla ya chungu cha kwanza mm. Ndio alirudi mm. uh, lakini ukizungumza uki, uki, uki maana kamili ya ndoa <coughs> no. Ndoa ina milima na mabonde ndoa kuna kupatana, na kuna wakati mtapishana. Ni jambo la kawaida, ni la kuzungumzwa sana kwa sababu wakati wanachumbiana walituambia, ehe, wakaoana ikawa hadhara wakatuambia, na wanapotokea wakapatwa kashikashi kwenye ndoa yao, sisi kama wana habari tunapaswa pia kuwaambia wananchi hmm, nini kinaendelea, hasa ukiangalia ukubwa wa kaka Haji, hmm, eh, pia Manara tayari nani Zailisa tayari kashakuwa alikuwa Mrs. Manara, kwa hiyo hapana shaka sisi kumzungumzia, na kinachozungumzwa ni kweli, hawa watu wameachana hmm, na ninavyojua mimi Zailisa tayari usiku wa kuamkia leo ameamka akiwa ameshikilia mkononi talaka zake tatu. Tatu. Tatu, tatu. Mengi yanazungumzwa uh-huh. mengi yanazungumzwa uh, kila upande unatoa shutuma, lakini ukiangalia aina ah, ya shutuma zinazo eh, wanazoshutumiana wanazo wao, unajua kabisa ni shutuma ambazo zinaweza zikasawazishika kwa sababu ukisema eh, kwa upande wa wa, wa, wa ndugu wa Manara wanasema Zailisa hajui kupika. Jamani, kuna vyuo vinafundisha eh mapishi. mm -hmm. haya basi, ana roho mbaya, vikao vingeendelea kukaa vya kifamilia. mm -hmm. Mm -hmm. Manara inasemekana kaka yangu anapita na marafiki zake, anapita na ndugu zake Zailisa. mm -hmm. lakini pia walikuwa wana nafasi, na kwa kwa hapa tulipofikia inaonyesha wazi kwamba ndoa hii ilikuwa na gogoro tangu kitambo, na sisi wanahabari ni moja kati ya watu ambao tuliwahi kuripoti. mm. na hii inaonyesha wazi kwamba hawa wawili mm. yani pinga pingua lazima wangefika kwenye hali kama hii, kwa sababu tayari ni kama mafahari wawili waliokuwa wanaishi kwenye zizi moja mm. ya kupigana E, ku, ku, kuambiana maneno makali makali ilikuwa ni kawaida kwenye ndoa yao e. Na ukitaka kuamini, angalia kilichotokea jana usiku. Kuna stori moja niliambiwa, uh, mrembo wetu Zailisa, kuna siku hapa juzi tu niliambiwa, kuna siku alikuwa anapigana na mfanyakazi wao wa kazi wa ndani. Ni Kaka Haji yeye ndo akaja kama mwamuzi, na Kaka Haji alivyokuja akaamua akiwa upande wa dada wa kazi. Kwa hiyo ugomvi ukazidi kufuka moshi, na ikasemekana ndani ya nyumba kulikuwa kuna pande mbili, pande za watoto wa Manara na mfanya kazi na baba yao, na yeye Zailisa. Kwa hiyo ukiangalia aina ya ndoa kama hiyo, kiukweli ni huzuni kwetu sisi hakuna furaha kabisa, wawili wanapotengana hakuna yana furaha kabisa eh, ndoa inapovunjika. Lakini je, tunajifunza nini? Tunajifunza kuwa wake wa aina gani? Nyie vijana kaka zetu, mnajifunza kuwa waume wa aina gani? Nadhani tubakie hapo tupate somo, yale mabaya tuache, mazuri yao tuyachukue. Lakini walitakaga bilioni moja wale kwa kusema ni uongo. Zailisa hakutoka nje ya ndoa yake kwa takriban wiki nzima na jana za Elisa mwenyewe amekiri kwamba alitoka kwa wiki nzima. Hii inaonyesha wazi kwamba aina kazi yetu pia ina ugumu wake, ina ugumu wake. Wanahabari, tubaki kwenye mstari ulionyooka. Hii kazi bwana ni kama mtego. Sasa yale matusi. Eh, Matusi yale. <laughs> Ndio namalizia kusema jumlisha yale matusi <laughs> e, jumlisha bwana sheria kuojiwa barua kubwa ambayo haijanifikia. Jamani, hii kazi ni mtego. Hii kazi, wanahabari wenzangu, niwaambie tu, ukitaka kuwa salama, zungumza au andika vitu vya ukweli, usimsingizie mtu Saas. Wajua wakati binadamu wanakutupia mawe, Mungu naye yupo anatazama nini kinaendelea. Kwa hiyo mimi moyo wangu thabiti sana, mimi ama niseme ni wa, niwasamee na nisha ni wasamee lakini wabadilike, maisha yako sasa my Martha kwa mujibu wa zile chats zile zile, zile, zile picha zao zile Instagram, kwa sababu walivyokuwa wakijibishana Michael mm, alikuwa anatupia na maneno Instagram wanandoa hawa, lakini mm, maneno Instagram, WhatsApp huyu anamwambia mwenzake nilikupata kipindi mavaa vipedo e, hakuishia hapo. Yani passport plus na mavazi Zalisa, akasema alikuwa havalishwi na mumewe ni makampuni yalikuwa yakimvalisha, mambo hadharani wanandoa hawa mm. Twambie neno hapa hapa, ni hatari sana kwa mtu kama kaka yangu Haji Manara kuishi na mwanamke ambaye humnunulii hata ha, doti ya kitenge. Ni mtihani mkubwa sana, aibu, aibu kubwa sana mtihani, naweza kusema kwa, kwa, kwa, kwa ustaarabu, mtihani mkubwa sana na hii inapelekea mwanamke kuwa na tabia za ovyo ovyo. Mm, tabia za ovyo ovyo. Na, na pia eh, sta kama Zailisa kujinadi mtandaoni mm. Eti eh, kwamba yeye anavaa nguo za bure pia ni aibu mm. Mm, Zailisa za, kukutana kwake na Haji Manara eh, tayari Haji Manara ni kama mgodi, kwa hiyo angetakiwa kutumia akili ya pili mm. Bado unaendelea kuvaa nguo za bure, yaani unazungumzia bure Vipi kuhusiana na yale madili, mlikuwa mna saini mikataba, ina maana yeye alikuwa hapati hela? mara mm -hmm. kadhaa wanahabari, mmeitwa mmewekwa mezani mm -hmm. Eh, kaka yangu akijitapa kwamba yeye ni balozi wa makampuni makubwa makubwa mm -hmm. kwa hiyo halipwi hela, basi hata kama analipwa nazo. Mm, anaondoka nazo, basi hata kama alikuwa anaondoka nazo, hata kama alikuwa anaondoka nazo, sio alikuwa anaenda na Zailisa mm -hmm. kwa hiyo Zailisa pale alikuwa anaenda kutembea tu, hapati kitu Ha, lipo la kujifunza hapa, lipo la kujifunza. Uh, Zailisa ni mfano wa mabinti wengi kwa tuweza kuwa wadogo zetu, eh, ambao wanamtazama yale anayokosea Zailisa waa oh, wasiyafate wayafate mm-hmm. ambayo Zailisa amepatia mm-hmm. Na, na nimesikiliza leo mama wa Zailisa anasema Zailisa anakaa Sinza mm-hmm. Hapana, si kweli. E, Zailisa hakai Sinza. Wazungumze ukweli, wazungumze ukweli okay, ah, wazungumze ukweli mtasema <laughs> lakini wazungumze ukweli. Zailisa hakai Sinza, hakai Sinza, hakai Sinza zailisa, <laughs> hmm. hmm. Zailisa kweli hayupo kwa Manara uh -huh. Wameachana uh -huh. lakini Zailisa hakai Sinza <laughs> ah, hakai Sinza tasema <laughs> ah, siku nyingine lakini hakai Sinza na na we mwenyewe Zai anajua hmm, hakai Sinza. Na, na ni niishia hapo, kwa maana walikuwa wakisubiria sikukuu na Ramadhani ishe ili Zai aje kuweka hadharani kuwa yeye anasinto fahamu na Haji Manara. Maana tumeona Ramadhani imeisha tu hapa, imeisha na sita, uh, sikukuu tumecheza jana kama juzi, well uh, jana tukishindo leo, mambo yamekuwa si mambo mitandaoni. Hii ndio uh -huh. agogoro lake ni la muda mrefu. Hawa watu wameanza kugombana muda mrefu. Kilichokuwa eh, wamevumilia kilichokuwa kinafanyika ni vile ambavyo kaka yetu Haji anapenda kujitunzia heshima yake, na mimi ndio maana anapenda kuendelea kumheshimu, anapenda kujitunzia heshima yake. Nikirudi kwenye familia yake hiyo hiyo, kaka Haji alikuwa na mtoto wake anaitwa Hamida. Yani, kwa mfano <laughs> ile siku ambayo tulizungumza mambo ya kwamba alitoroka nyumbani ikaonekana ka, video yuko Hamida baba yake na, na na Zailisa mwenyewe mm, ni kiasi cha kwamba kaka mkubwa aliwaita akawambia, kaeni hapo, nataka nichukue video. Lakini Hamida na Zai wamekaa kwenye video moja wakati hawaongeleshani hawana, na, na hii ni kutokana na inavyosemwa hmm. tabia za Zai za, za Zai. Kwa hiyo uta, utajua tu kwamba ni nini ambacho kimeendelea, ndio kwamba Zai atakuwa anahusika kwa namna moja ama nyingine kuvunja ndoa yake yeye mwenyewe, kwa sababu Haji Manara pia amekataa kwamba anasingiziwa kwa chat, amesema anasingiziwa Uh, kaka yangu atani atanisamehe, lakini kwenye hii ndoa kaka yangu wa Haji e, sijui nitumie neno gani? Naweza nikasema amekimbiwa au ameachwa, yaani kwenye hii ndoa kaka Haji ndo ameachwa e, kwenye hii ndoa lakini wajua ili mwanaume utoe talaka uh, Eh lazima tayari mwe mmeachana. Nani alimwacha mwenzia Zai? A, a, Zai, e, Zai ndo kumwacha Manara. Lakini jukumu la kaka Haji mm. ni kumpa talaka baada ya kuachana, visa alivyokuwa anavifanya e, Zailisa matendo majibu, kashatoroka zaidi ya mara mbili mpaka tatu. wow. Na anaacha watoto, anamwacha mumewe. Eh? Yaani yaani kitu ambacho unafahamu kabisa kwamba Zai hakuhitaji tena hindo. Okay. Unahisi kwa nini Zelisa alikuwa akifanya hivyo? Sasa anakuambia mhudumi, labda yeye alikuwa anataka yeye anapewa hata kwa wiki laki tatu, laki saba milioni. You never know. Sasa zilikuwa nyingi, lakini mara Zanzibar mara nini? Nakumbuka hata kwenye siku ya harusi ya Hamisa pia siku ya mahari wakatoka kwenye mahali, Zanzibar <laughs> Siri ya mtungi haijuae kata. Mi habari nilizonazo, kuna vacation moja ya, ya, ya kwenda nchi za nje mm. Ilikuwa ina, ina jina la Ruby ikafanya kukatwa ile ya mwanzoni mwanzoni mm. Baada ya ndoa ikaandikwa jina la Zailisa sasa. <laughs> la, kabla ndo um, Ruby aliondoka. Kwa hiyo kuna mambo mengine aliyaacha pale, okay. mm. Kwa hiyo kwa kwa habari zangu mwenye za uchunguzi na wenzangu, unajua e, mm, tunajua saa ingine watu wa airport wana ushirikiano mzuri hmm. mm, kwa hiyo jina la ilikakatwa kwa sababu alikuwa sha achana na kaka yetu, wajuzi wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa mambo wanasema uh, kaka yetu ndugu yetu msanii wa Singeli du mm. eh, la makabila anahusika. <laughs> Mimi namshauri atoe ngoma tu eh, hakuna jinsi. Atoe ngoma, lakini kuna vitu ambavyo tumeelewana. Nikitoka hapa nikakutana na juu la Makabila, kuna kikao kizito sana. Akiwa kama mdogo wangu, tuzungumze, lakini kuna vitu ambavyo nitamshauri alafu nitavileta kwenu, kiukweli nam Hmm. Sana na hmm. hmm. Ah, baada ya kuachana na Manara ina maana hajakutana hata sisi, tuna tunafanya tuna, tuna, tuna jitihada hmm. Baada ya hapa pia mbali ya dula makabila pia tumtafute Zailisa. Sema yuko tayari kuojiwa sasa hivi. Sita moja, amna neno inshallah.